Una ndugu na mchungaji? Hapana. Mimi ni mdogo wake mama mchungaji. Mchungaji wa pale na nini, sio yule wa wa, wa wapi? Kule sijui wapi, Njimwema? Hapana. Hapo hapo chini, hapo kwenye. Mbona mepoa wandugu, mpaka saizi inavyoongea kuwa amekuja na siyo kuja tu, kama mnavyojua, mpaka akitoka panya ujitawala. Sasa hatuwezi sisi kuendelea kutumikia vibaraka tu wakati boss yupo. Mnamaanisha nini kusema hivyo? Mtajiletea matatizo. Yani yale waleta humu ni ngurutumo Halafu inakuwaje nataka kumsaliti? Mchungaji wa pale chini pale huyo. Eh, mbona hmm, simuoni alienda wapi? Aume, aonekani, hatujui alielekea wapi. Jamani na mimi yani ujio wangu ndio hmm, kilichonileta hmm, maana mchungaji mwenyewe hatujui hata alielekea wapi. Sasa sisi tunachokisikia wanasema ni uchawi. Uchawi, hmm, uchawi tu kijiji na uchawi ndio umempoteza mchungaji. <coughs> <coughs> Mungu wangu tena, umenikumbusha. Ngoja kwanza nitue maji. Ulivyosema swala la uchawi, umenikumbusha. Hivi unamkumbuka ile mama Egidi? hey, mama Egidi namkumbuka. Unamjua vizuri? Vizuri sasa, juzi tuko, tuna, tuko niko na binti fulani tuna tunaongea tulikuwa na Bibi Afya, alikuwa anapita pita anafanya mambo yake, si unajua mambo ya shemeji mm. sasa mm. Kilichotukuta pale, mimi sikuamini macho yangu mm. tuko hapo tukamwona yule binti, binti yake sijui kama unamkumbuka na yule Sanula, aha. We, nilishangaa kumwona leo, sijui Sanula alikufa? Hapana eh, yule akufa ni miujiza. Yani yule binti alitutokea amevaa vyeupe. Yani wewe kama sikuvunjika, Mungu wangu, Mungu wangu. Yani wangu nichokiona, sijui kijiji hiki tutaishi vipi, Mungu wangu. Yani sasa, kama ni hivyo kwenye kijiji hiki tutaishije? hmm. tunakufa tunaisha jamani, yani nadhani nikuzidi ni kumwomba Mungu, maana kila siku Baba mchungaji alikuwa analalamika hmm. kuhusu Ngulutuma. Sasa kama ameongezeka na huyo, jamani, tunakufa jamani. Hapana, lakini mimi naogopa kulala tangu nimemwona yule binti, kwa kweli. yani sasa sijui. Ngoja tuombe tu, Mwenyezi Mungu ndio anajua. Wewe usichokijua, yule ndo mkuu yule, grutu wa nguvu zake azifikie hata chembe tu. Sasa basi, unabidi uufate sisi maelekezo yetu, unabidi uende umsikilize mkuu aliyekuja, la sivyo, kitakachokutokea sitokuonea huruma. Sasa unajua. Hmm, sanula yule ana nguvu, ana nguvu yani, kwanza ametuonyesha, si ndio? Advertisement. Sasa yani, na wewe unang'ang'ania huku eh. Ah, sasa utakipata. Haya, ah, unakataa kutoka? Sasa hivi sisi ngoja tujikatae, utaona hmm. Unasemaje kaka? si tunamkataa, tunamkataa sasa hivi, tumkatae bana. Ah, kama ni swala la kumsaliti mkuu, mimi siwezi kama kuna jenda la mwingine leteni. Kama ndo huo, mimi siendelee. Chelewa chelewa ukutamana sio wako. Sasa utajutia maamuzi, utajutia eh. Sisi tumkatae bana, utakipata chanti baba. Mimi nikatae bana, nenda bana. Mama, mi nilishakufa muda mrefu. Kwa hiyo uweze kunishika. Sawa? Kwa haya yote yanayoendelea, siwezi kupumzika kwa amani. Imenibidi nirudi nisawazishe, halafu nitarudi nilikotokea. Yote yanayoendelea ninayafahamu okay. Na hivi vyote vinavyoendelea hapa haviwezi kunishinda mimi. Ndio maana nimekuja kusawazisha kila kitu. Baada ya siku chache tu, ninamaliza kwa hiyo huwe na amani, nitarudi nilikotokea. Kweli ndivyo nilivyosema, mana Ngurutumo iko wapi? Mbona simwoni? Ana, kuna matatizo yametokea, ndio maana yaja. Matatizo gani mkuu? Nataka nikupe habari zote za Ngurutumo kinaga ubaga. Mimi mkuu, Ngurutumo alikuwa akinituma kwenye kazi zake, kila kitu chake mimi nakijua. Ndo nataka uniambie sasa. Ni kazi hipi alikuwa na, anakutuma mkuu? Ngurutumo sio mtu am, anawafanya watu vitu ambavyo ikikuelezea mkuu utashangaa. Kama vipi? Anawageuza watu mbuzi katika hiki kijiji, anawafanya watu visokoro kwinyo katika hiki kijiji. Mm, sasa hapo hapo po ulipogusia mm, mkuu mm, a, alikuwa a, alim, a, anani, ananiagiza kwa usiku usiku wa manane, maana yake akiniagiza, tunaenda huko tunachukua watu kisirisiri, tunawabadilisha. Sasa ngoja nikwambie, kuna kijana mmoja alitoka mjini akaja huku kijijini kwa dada yake na mama yake, akamgeuza hmm, akamgeuza rungu, mpaka sasa anapokwambia amemgeuza kiti, anakikalia hmm, ueni ambavyo ana hata huruma anageuza binadamu wenzake mkuu. E, e, e. Mm, yule kijana amemgeuza mbuzi mbuzi. Mm, sio mbuzi wa mee, amemgeuza mbuzi wa kunyanazi. maana yake kamgeuza mtoto wa watu. Mm, tulimwendea usiku siku siku amanane, usiku mm, usiku. Basi inatosha sasa. Nimepata taarifa zake zote, mara mbuzi mara visikorukwino. mm. Sasa hii kazi niachieni mimi. Nitakwenda kuimaliza mwenyewe, kuwa tuna shaka na wewe, tunataka hiki kijiji kiwe na amani mm. Naondoka. Ndio mkuu, asante sana. Sananaitaka mchamnongo kila siku hivi. Unajua kwamba leo nina habari nzuri? Ipi hiyo? Hivi una habari kwamba sharukani na batu wamekusaliti? Mesemaji huu wait, wait! Unaitaga mchawi mdogo eti sijui sitoi kafara sijui nina nini? Sharukani na bahati wanaotoa kafara ambao ulikuwa unaamini wamekusaliti? Hiyo haiwezekani! Wale ni vijana naowaamini nawatuma kila sehemu, leo hii inakuwaje wananisaliti? Haiwezekani! Ndio hivyo sasa. Kwani wanasemaje? Ninaona wameanza shobo na sanuri. Sasa, kama ni hivyo mimi nitaenda nitawafinya-finya. Sipeni mtu wa kunisaliti mimi. Sasa. <coughs> Leo hii naenda kuwafata. Uliwaamini ukawapa kila kitu nguvu zote ukawapa wao. Mimi ukaninyima

rudi nyumbani. Huo ni ukweli mkuu. Mtawashughulikia mimi mwenyewe. Ah, mimi naondoka chamsingi kuletea habari. Kongo imeisha. Mimi naenda. Haya, nena. Yaani hawa vijana nao waamini? Ndio na sadiki kuzunguka, siamini kama leo hii mchawi mnonko ndo angekuwa naniletea umbea. Acha niende niwape adabu sasa.

ni lini lakini nitamkamata tu. Wewe ndo yule yule, naenda kukugeuza kama huyu nilivyomgeuza. Nilimgeuza rungu mara ya kwanza, mara ya pili, sasa hivi yeye ni mbuzi. Unafikiri unaweza kunifanya hivyo mimi? Nina nguvu kuzidi wewe ujue, alafu mimi ni mkubwa wako. Yes, wewe ni mkubwa wako, lakini uchawi sasa hivi nishapata uchawi wa kisasa, yani uchawi wa elfu mbili. Kiufupi, mimi naweza nikakugeuza chochote. <laughs> aliyekudanganya amekudanganya. Kwa hiyo jua, kaa ukijua hicho unataka kukifanya, unakwenda kuangamia <laughs> Sasa naona siku zako zimetimia za kufalala wewe. Mara ya kwanza tulikuua, japo sasa naona umerudi.

Sikuhui ila, nimekunyang'anya kila kitu. Nenda ukaishi vizuri na watu, mimi narudi kule nilipo.